Serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA imewekeza katika ujenzi wa bandari kavu ya Kwala, mradi wa kimkakati unaolenga kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam na kuifanya kuwa kitovu bora cha biashara kwa nchi jirani. Faida ya bandari kavu ya Kwala haishii kupunguza muda wa kushughulikia mizigo katika bandari ya Dar es Salaam, bali pia kupunguza msongamano wa malori katika barabara ya Mandela na barabara nyingine jijini Dar es Salaam. Miezi mitatu iliyopita msemaji wa serikali Grayson Msigwa aliuthibitishia umma juu ya matumaini ya bandari kavu ya Kwala inayotarajiwa kuhudumia makasha 823 kwa siku sawa na wastani wa makasha laki tatu na 395 kwa mwaka, na hii ni sawa na asilimia 30 ya makasha yote yanayopitia bandari ya Dar es Salaam. Wadau kwao wanaona ujio wa SGR kwenye usafirishaji wa mizigo ni kama umechelewa, lakini unaleta matumaini ya kuondokana na msongamano wa mizigo bandarini na foleni za barabarani jambo ambalo limekuwa kero kwa kipindi kirefu. Hii foleni inatutesa kiasi kikubwa sana kwa sababu unaweza ukapewa kibali labda cha kupakia saa sita, mwisho kina expire saa sita, sita. Ukalitoa kibali labda kwenye kuanzia saa kumi na moja ya jioni au saa kumi. Ehe, sasa unaweza kukutana na foleni mpaka huo muda ukawa bado haujaripoti bandarini. Kwa hiyo unaweza usiingie ndani kwa sababu ukapigwa penalty kwamba huo muda wewe ulikuwa wapi muda wote. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama cha madereva wa malori ya masafa marefu anasema manufaa ya bandari kavu ya Kwala yatavuka mipaka na hadi Kongo ambako wamekuwa wakikumbana na msongamano mkubwa katika eneo la Kasumbalesa. ukiondoa ile shehena pale, kwamba kila shehena ikitua manake meli za kwanza zinafunga na kupakua na mzigo kwenda moja kwa moja wapi? Kwala. utakapofika Kwala pale, wewe utachukua mzigo utaupeleka wapi ulikoelekezwa ni wapi? Tayari hii, movement hii, hii itafanya. Lakini lakini pia halikadhalika upande wa Kongo, uh, tutafanya kazi hii kwa uzuri kwamba gari zitachukua tutatoa mzigo hapa mpaka bandari mpaka Drayport ambayo serikali inafanya kazi kubwa kwaisha, kwamba inatafuta wawekezaji kwa ajili ya kuwekeza eneo lile na kuanza kujenga. Kwa hiyo mzigo wetu baadaye kwenda kukaa kwenye foleni Kasumbalesa ambayo madereva imekuwa kilalamika kila, kila kukicha foleni foleni. Sisi tutafika pale tunabwaga mzigo pale, kwa hiyo Wakongo watachukua mzigo wao pale watapeleka kwao kupitia reli. Mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam itaweza kusafirishwa moja kwa moja hadi Kwala, hatua itakayopunguza idadi ya malori barabarani, msongamano, ajali zisizo za lazima na kufanya barabara kudumu kwa muda mrefu. Tunategemea kwamba kushuka kwa gharama za usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kutasababisha gharama za uzalishaji, za, za usafirishaji zinachangia kwa kiwango kikubwa sana kwenye gharama kubwa za bidhaa. Kwa hiyo tutasababisha hata ule u, u, u, upungufu kwa, u, wa upatikanaji wa hizo bidhaa kwa wateja. Kwa shauku ya wengi ni kuona matumaini haya yanakuwa halisi kwani miundombinu ya reli ya SGR ikitumika itatatua changamoto ya msongamano na kuongeza faida kibiashara, mpango ambao ulitarajiwa kuanza kati ya mwezi Juni hadi Julai mwaka huu. Rebecca Mbembela, Azam News.